Mtazamaji wa Daily News Digital ni bungeni jijini Dodoma. Niko na mbunge wa Kiteto Edward Ole-lekaita, tutazungumzanaye hapa kujua machache katika miaka hii mitano ambayo inakwenda kumalizika: kipi amefanya, kipi bado hakijafanyika, yapi maoni yake na nini hasa anawaambia wananchi wa jimboni kwake. Karibu. Nashukuru sana. naitwa Edward Ole-lekaita, ni mbunge wa jimbo la Kiteto. Kwa kweli jimbo la Kiteto liko mkoa wa Manyara na kwa kipindi hiki cha miaka mitano sasa, mwisho wa mwaka huu e, serikali ya awamu ya sita ya Dk. Samia yamefanyika mambo mengi sana baada ya kupaza sauti hapa bungeni. e, jimbo letu lilikuwa liko nyuma sana kimaendeleo. Kwa mfano tulikuwa hatuna veta Eh, tangu Kiteto kuumbwa mwaka 74 tulikuwa hatuna veta, kwa hiyo vijana wetu walikuwa wanahangaika, wanaenda Dodoma, wanaenda Arusha, wanaenda Dar es Salaam, lakini leo tunapozungumza kuna mradi wa veta unaendelea wa zaidi ya bilioni tatu. Lakini tulikuwa hatuna vituo vya afya, tumepata vituo vya afya viwili vya Kijungu na Roboloti. Tulikuwa na kata sita hazina sekondari, mpaka tunapozungumza kata tano zime, zimepata sekondari mpya kipindi hiki, kwa hiyo tumebakiza moja tu tulikuwa tuna minara ya simu maeneo mengi e, mitandao ya simu ilikuwa haipatikani. Tumepata karibu minara 12 kwa kipindi hiki ambayo ni vijiji karibu zaidi ya 20, lakini tulikuwa hatupati radio Tanzania na tunapozungumza sasa kuna mnara na mtambo umejengwa, tutaanza kupata na sisi radio Tanzania, e, lakini vile vile hospitali yetu ya wilaya ambayo ni kongwe sana imepata pesa nyingi sana, tumejenga majengo makubwa matatu, jengo la upasuaji, jengo la mama na mtoto na maabara na tulikuwa tuna x-ray wananchi walikuwa wanakuja huku Benjamin Mkapa, <coughs> lakini sisi tu, kati ya yale majimbo yaliyonufaika kupata x-ray mpya zile za digital, za milioni karibu mia nne na, na, na 20. Lakini upatikanaji wa maji Kiteto ilikuwa chini sana asilimia karibu thelathini na saba. Tunapozungumza sasa ni tunazungumza habari ya, asilimia sabini, lakini bajeti ya 23, 24, miradi inayoendelea sasa, tutafikia lengo lile la ilani la asilimia 95 na 85. Kwa kweli kwa kipindi hiki eh, mambo mengi sana yamefanyika. Mnara kwa sababu Kiteto ni kubwa, mtandao wa barabara ulikuwa ni mkubwa sana na bajeti yetu ya Tarura iko chini sana. Lakini kwa kipindi hiki bajeti yetu imeongezeka. Tumeweza kujenga madaraja ya juu kabisa ambayo ilikuwa inasumbua wananchi kipindi cha mvua, unakuta madaraja yale mito inapita pita hapo. Eh, sehemu moja inakuwa kisiwa, leo tumejenga madaraja karibu kumi ya juu kabisa. Kwa hiyo bajeti ya kwa hiyo tumeongezeka eh, bajeti ya maji imeongezeka. Uh, mji wetu wa Kibaya pale ambayo ndio, uh, ndio mji wetu sisi leo inataa, eh, tazi tumeanza mm -hmm. kuzoea kuona kwenye miji mikubwa. Kwa kwa kweli tulikuwa tuna vijiji 29, hazikuwa na umeme. mm -hmm. Tumemaliza vyote kipindi hiki, zote 29 na sasa tuko kwenye vitongoji. Lakini kwa kweli, kwa hiyo kwa kweli kwa miaka hii tulikuwa na kitu inaitwa shule shikizi. Shule shikizi ni, ni shule zilizokuwa zinajengwa na nguvu za wananchi kwa sababu ya umbali wa shule mama, kwa hiyo unakuta wananchi labda wanajichanga wanaanzisha darasa moja nilikuwa nazo kumi na nane na zilikuwa na hali mbaya sana, lakini kwa kipindi hiki sisi ndio wanufaika wa kwanza wa pesa za shule shikizi. Shule zote kumi na nane zimejengwa kipindi hiki cha miaka minne. Kwa hiyo kwa kweli Kiteto wana kila namna ya ku furahia mambo ambayo yamefanyika kwa kipindi hiki cha Dr. Samia, na kwa kweli furaha ni kubwa. Wanachomwahidi Dr. Samia ni kwamba eh, furaha yao hiyo wataonyesha kwenye sanduku la kura Oktoba mwaka huu. Kwa hiyo kwa kweli eh, hata tumejengewa nani soko na gala la kuhifadhia mazao. Unajua, mimi kwa mfano wakulima wangu tulikuwa tunapoteza asilimia arobaini ya, ya, ya, ya, ya chakula kwa sababu ya kukosa sehemu za kuhifadhi. Hata kwa kipindi tumejengewa gala kubwa sana la kuhifadhi chakula. Kwa hata ile la wakulima kupoteza asilimia kubwa ya, ya, ya, ya mazao kwa sababu ya kukosekana kwa maeneo ya kuhifadhi. Sasa pia tumejengewa kwa hiyo mambo mambo Kiteto mazuri sana mm -hmm. E, kwa kweli kama wananchi ni maendeleo, kama wanatoa kura kwa ajili ya maendeleo. mm -hmm. Ah, mimi sina, sina, mi kama nimeshamaliza. mm -hmm. Nini sasa ujumbe wako kwa wananchi ambao wewe unaongoza? Ujumbe wangu kwa wananchi wa Kiteto waendelee kutulia, waendelee kudumisha amani. E, Kiteto ni wakulima na wafugaji, lakini kwa kipindi hiki na mwaka huu wa uchaguzi kwa kweli, zile furaha ambazo kila wakati nikifanya ziara wananiambia kwa kweli wamefurahishwa na miradi sasa mm -hmm. Tuhakikishe hiyo furaha inaonekana kwenye sanduku la kura, tumchague Dokta Samia na kwa nguvu zote, mpaka Dar es Salaam wasikie. Lakini pia na mimi niseme kwa sababu ni mwaka wao wa uchaguzi, mbunge wao bado yupo sana na atakuja wakati ukifika. mm -hmm. Ndio, mtazamaji wa Daily News Digital, hayo si maneno yangu, ni maneno ya mbunge wa Kiteto: maji, umeme, shule yote haya ameyasema yeye. Yote haya ni katika serikali ya awamu ya sita ambayo imeendelea kuyatekeleza katika maeneo mbalimbali. Basi sina ziada kutoka hapo, endelea kutufuatilia ili uendelee kujifunza mengi kutoka hapa bungeni jijini Dodoma.